Mwanza ni town ni mwanangu. Mwanza ni, ni, ni town ni. <laughs> <laughs> Kuliko tada. Hizi mmekaa kitamba kitamba. Rafiki. Yale kunyama sana basi tu. Mwanza ni town ni mwanangu. Hakuna hakuna mbaya ila. Eh. Yeah. Mwanza iko vizuri sana tukwambia. Mimi nimetembea <laughs> Da huko Morogoro na pagua pingida kote eh. Dodoma huko. Oh, Mwanza bwana imetulia kuanzia hali ya hewa ni. Pako yeah. Fresh yeah. sana.

unga na nusu unapika ugali boy, kwanza maita sio ugali kwa maana